Bismillahi, bismillahi rahmani rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehem. Ashhadu la ilaha ila Allah wa ashhadu wa ashhadu wa wa anna, anna Muhammad, Muhammad rasulullah Nakiri kwa moyo, nakiri kwa moyo na kwa moyo na ninatamka na, na, kwa ulimi ya kwamba hapana ya Mola apasaye kuabudiwa kwa, kwa haki ila Mwenyezi Mungu, ila Mwenyezi Mungu, peke yake peke yake naye ni mmoja naye ni mmoja hana mshirika, hana mshirika hakuzaa hakuzaa, wala, wala hakuzaliwa wala hana, hana mfano wa chochote kile wala hana mfano wa chochote, na ninakiri kwa moyo na, na kutamka kwa, kwa ulimi ya kwamba ya kwamba Mtume Muhammadi, Mtume Muhammadi rehma na amani ziwe juu yake ndiye mjumbe wake Mwenyezi Mwenyezi Mungu. Kuanzia sasa umeshakuwa Muislam na Mwenyezi Mungu akujalie katika utekelezaji wa ibada mbalimbali za Uislamu e, za tutakufundisha <tutu> na kukupa maelekezo muhimu. Labda kwa faida ya mtazamaji, ungependa kumwambia kwa nini ume, ume, yani kipi kilikuvutia katika Uislamu? Sababu kilichonivutia kwenye Shusha tumkono. Kwenye Uislamu kwa sababu kipindi cha utoto nilikuwa Muislamu, ila changamoto ya wazazi kalazimika uweze kufuata upande wa mama baada kwamba. Shukrani sana, unaitwa nani lako? Mzuri Shengena, Mzuri Shengena. Basi Mungu akulipe kila laheri na karibu kwenye Uislamu. Uislamu ni dini nyepesi, utafundishwa na utakaa vizuri insha kwa faida yako wewe na kizazi chako. Hapana. Inshallah. Inshallah. Hapana. Basi tunategemea baada e, ya muda pengine utaoa mke wewe, kijana bwana, au sio? Ndio. Eh, utaoa alafu mambo mengine yakae vizuri au sio? Ndio. Basi shukrani sana tunakutakia kila la kheri, karibu kwenye Uislamu. Asante. Asante sana. Shukrani. Una ujumbe gani labda kuambia Waislamu? Ujumbe wa kuambia Waislamu ni kwamba naomba wa ushirikiano wao waweze mm -hmm. kunifundisha vile vitu ambavyo nilikuwa nafundishwa, lakini kwa baada ya changamoto nikavisahau tena. Kwa hiyo wanipokee kwa mikono yote miwili, mimi ni mwanao. Shukrani sana.